kwamba uoga unazidi kupungua na ujasiri unazidi kuongezeka katika maisha vijana wa Tanzania, ya vijana Watanzania hususan baada ya machafuko ama maandamano ya Oktoba 29, lakini pia uongozi wa sasa hivi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Hii ni klipu ambayo inaonyesha kijana akiwa katika mitaa fulani ya Dar es Salaam, akiwa anamfokea bila uoga uoga kabisa, ama moja kati ya nadhani kwamba walinda usalama, huyu atakuwa ni afisa wa jeshi la polisi ambaye hajafanikiwa kumjibu chochote, lakini kijana anaonekana kabisa kwamba ana namna ambavyo jeshi la polisi linawafanya uh, vijana mtaani hussani kilichofanyika katika mauaji ya Oktoba 29. Ni klip ambayo inabidi usikilize kwa makini kabisa kuelewa kero zake, naye maamua kumfungukia moja kwa moja. Eh, anazungumzia kuhusiana na vijana wengi ambao sasa hivi hawana ajira na wale wacheche ambao um, wanaajira eh, unapata kwamba polisi pia na wenyewe wanawasumbua wana, wana, wana kwa nafasi nyingi tu ama kwa nafasi kubwa kabisa. Sasa yeye anatoa kero zake na hasira zake lakini pia unaona kuna mwenzake pembeni ambaye anajaribu kama kumtuliza hasira vile. Sasa kuna namna ambapo hajulikana kama kijana alikuwa yuko soba ama alikuwa ana akili zake timamu, ama akaamua kuja kumvamia kabisa huyu afisa wa jeshi la polisi na kutoa kero zake. Sasa unaona kabisa kilipenya ile, alikuwa na rekodi alikuwa na rekodi kisiri kabisa. Sasa kijana alikuwa bado ana ana hasira ehe, ana munkari kinoma kiasi kwamba alikuwa bado ana haja ya kuendelea kuzungumza naye. Mwenzake kama anajaribu kumvuta pembeni, anamuelekeza kwamba aondoke, lakini bado kama ana ghadhabu fulani hivi, ana hasira ambazo bado zinamsukuma aje kuendelea kuzungumza. Inabidi bana ba, afisa ametulia, amemsikiliza na kuendelea na mambo yake, sababu nadhani kwamba ana backup ya kutosha hapo. Sasa pia aweza kama kuliamsha bana, wenda mambo yakawa sivyo ndivyo, sasa akaamua kutumia hekima zake kama afisa wa jeshi la polisi, akamsikiliza dogo, lakini pia pia, mwisho siku ni kwamba yeye kaamua kumchunia tu. Sasa inaonyesha kabisa kwamba vijana bado wana hasira kidogo. Vijana pamoja na kuwa na hasira pia wana ujasiri kiasi kwamba haogopi mm-hmm, kutoa kero zao mbele ya yote ile ambayo anahusika. Na na tumeona ujasiri wa vijana wakati uh, wa vikao vya maridhiano kati ya vijana na waziri wa vijana ambaye amekuwa kizunguka uh, kizunguka sehemu kadhaa tofauti, kuweza kukutana na vijana kuzungumza nao na kusikiliza kero zao ambazo anaamini kwamba zitakwenda kufanyiwa kazi na serikali ya sasa ya Rais Samia Suluhu Hassan. Una maoni gani kuhusiana na hili?